Bismillahi rrahmani rrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi watazamaji, leo tutakumbushana dua ya Nabii Daudi alaihi ssalam. Dua ya Nabii Daudi alaihi ssalam inasema: allahumma inni asaluka arbaa wa audhu bika min arbai. Nabii Daudi alaihi ssalam alikuwa akimwomba Allah mambo manne na alikuwa akimwomba Allah amwepushe na mambo manne. Alikuwa akimwomba Allah jambo la kwanza, ampe lisanan dhakira. Jambo la kwanza ni ulimi ambao utakuwa ni wenye kumtajataja Mwenyezi Mungu mara kwa mara. Na jambo la pili, wa kalban shakira, na moyo wenye shukurani. Nabii Daudi alaihi salama alikuwa akimwomba Allah amjalie moyo wake uwe na shukurani. Na jambo la tatu, wa badana ala albalai sabira na mwili ambao utakuwa na subira wakati wa mabalaa, wakati wa mitihani, wakati wa maradhi na matatizo mbalimbali. Lakini jambo la nne, Nabii Daudi alayhi salamu alikuwa akimuomba Allah akisema wa zaujatan tuinuni ala umu ala amri dini wa dunyaya. Jambo la nne alikuwa akimuomba Allah ampe mke mke ambaye atamsaidia katika masala ya kidini na masala ya kidunia yake. Haya ni mambo manne mbayo nabi daudi salam alikuwa akimwomba Allah ampatie am. Lakini mambo manne ambayo alikuwa akimwomba Allah amwepushe, jambo la kwanza, mimali yakunu wabalan alaya, alikuwa akimwambia Allah najikinga kwako na mali itakayokuwa ni sababu ya mimi kuangamia na majuto. Yaani nabii daudi salam alikuwa akimwomba Allah amwepushe na mali za haramu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, akimwomba Allah wa audhu bika min e, minjari sui, na alikuwa akimwomba Allah amkinge na jirani muovu minjari sui, jirani muovu ambaye idha raa khairan, e, khaira katamahu waidha raa shara e, adhaahu wanasharahu e, maanake kuna wale majirani ambao akiona kheri kwako haitangazi, lakini akiona shari anaitangaza na kuieneza. Hili ni jambo la pili. Nabii Daudi alayhi salamu alikuwa akimwomba Allah amkinge na amuepushe. Na jambo la tatu akimwomba Allah akisema, wa min zaujati tushibuni kabla almashib. Alikuwa akimwomba Allah amuepushe na mwanamke atakayemsababishia kuota mvi kabla ya umri wake, maana yake mwanamke mkorofi, mwanamke ambaye anaweza akakudai vitu ambavyo anahisi kabisa kwamba hauna uwezo navyo, lakini unakuta mke wako anakudai vitu vya namna hiyo. Kaona jirani yake amenunuliwa gari na mume wake, na wewe anakulazimisha umnunulie gari. E, shoga yake kanunuliwa e, labda kiwanja, na wewe anakulazimisha umnunulie kiwanja. Kwa hiyo mwanamke kama huyu anaweza akakuotesha mvi. Lakini jambo la nne Nabii Daudi alayhi salamu alikuwa akimwomba Allah amkinge akisema wa a'udhu bika e, min waladi yakunu alayya sayyida, na najikinga kwako kwa kwa Allah e, usinipe mtoto atakayetaka kuja kunitawala kuwa bwana kwangu. Eh, kama tunavyoona zama hizi, familia nyingi watoto wamekuwa wana sauti kuliko wazazi. Mtoto anachosema ndio hicho hicho, yani mtoto amekuwa ni sayid katika nyumba, amekuwa bwana, anasikilizwa eh, hapingwi. Sasa mambo kama haya Nabii Daudi alayhi salam alikuwa akimuomba Allah ampe na mengine akimuomba Allah amuepushe. Kwa ajili hiyo, mimi na wewe pia tumwombe Allah subhanahu wa taala lisana dhakira